Wakuu wa usalama nchini Tanzania na Kenya wamekuja pamoja kuchukua hatua za kurejesha na kudumisha amani katika eneo la mpakani la Sirare linalounganisha Kenya na Tanzania. Hatua hii inajiri kufuatia malalamiko kutoka kwa wananchi wa upande wa Kenya waliodai kunyanyaswa na baadhi ya maafisa wa polisi wa Tanzania. Wenyeji hao walielezea kuwa wamekuwa wakihangaishwa bila sababu za kimsingi, jambo ambalo limeathiri shughuli zao za biashara na usafiri. so, mapatanisho na tu tu eh tu patane tubeane malalamishi ya watu wetu, kwa sababu wamesema wamekuwa askari wenyu wakipiga tu batio laba, wakifunga break, msimama ni kupiga hawa, msimama ni kuchukua ku, kuchukua hizo mapikipiki, msimama ni kufukuza hawa ama kupiga hiyo tia gas. So tumeanza leo saa meeting ya security ya Kenya ambayo tulikuwa tunangojea tukutane na nyinyi ndio tuwasilishe sasa. Hizo bikibiki wanasema imeshikwa huko, jambo lenu. Kama kuna tatizo eh, kuna changamoto ambazo zipo, anasema anazo, na kesho watakaa tukao, zitazungumzwa sawa sawa. Nini wai sisi tunataka amani, hatutaki kusikia mnaanza kurusha mawe, mnafunga barabara, mnawasha moto. Sawa. Hiyo siyo kawaida yetu sisi, sawa? Kwa tuondoke hapa tuachie viongozi washughulike na matatizo mliowasilisha kwao. Rais William Ruto